Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa, wa barakatuh. Mpenzi uh, msikilizaji na mtazamaji popote ambapo unafuatilia vipindi vyetu vya darsa la Kiswahili kwenye mtandao wetu wa YouTube, ninakukaribisha sana kwa mikono miwili mapacha, mapacha, tuandamane nawe sako kwa bako hadi tamati ya kipindi cha siku ya leo ambacho nimekuandalieni leo. Leo nimekusudia kuangazia sarufi, mada ya sauti za Kiswahili. Uh, hii ni baadhi ya mada ambazo hazifundishwi sana na walimu wengi wa Kiswahili, uh, katika shule ya msingi kwa sababu ya, ya, ku, ya kufikiri kwamba mada hii ilishughulikiwa katika katika darasa za chini grade ya kwanza, ya pili na ya tatu, na labda katika shule ya chekechea. Kwa hiyo napenda kuwahimiza kwamba unapokuwa unafundisha Kiswahili kama mdarisi, ni, ni muhimu sana kujenga msingi dhabiti wa Kiswahili kwa kuanza, kwa kuwakumbusha wanafunzi wako kuhusu sauti za Kiswahili, kwa sababu kutokana na mada hii wanafunzi watakuwa na ule uzoefu wa kuunda maneno na kumbuka kwamba kipashio kidogo cha lugha katika uundaji wa maneno ni sauti. Kwa mwanafunzi asipokuwa na umilisi wa sauti za Kiswahili, itamuia vigumu sana hata kutunga zile silabi pamoja na maneno na kuendeleza kwenye tahajia au hijai ya maneno. Kwa hivyo ni jambo la msingi sana mwanafunzi kujua hizi sauti za Kiswahili kabla hajakwea katika ngazi zingine za kujifunza Kiswahili. Kwa hivyo bila kupoteza muda na kubananga wakati, nataka ni kujuze mambo machache kuhusu sauti za Kiswahili, na nitaanza kwa kukumbusha kwamba uh, uh, katika lugha ya Kiswahili sauti hizi huwa tofauti kidogo na zile ambazo tumezizoea za lugha ya Kiingereza. Uh, kwenye lugha ya Kiingereza nadhani huwa ishirini na 25 na sita, kama sijakosea. Mimi si mjuzi mzuri sana wa masuala, ki, masuala ya Kiingereza e, katika lugha ya Kiswahili uh, herufi hizi hupangwa kwenye mpangilio maalum ambao unaitwa alfabeti ama ukipenda abjadi, wengine wanaita abtathi, ab, ab, kwa hiyo hii hi alfabeti ya Kiswahili ni, ni ule mfuatano wa herufi hizi kutoka a mpaka za. Herufi za Kiswahili huwa ni 30 jumla ambazo zimegawanywa katika matapo mawili. A, kikundi cha kwanza cha herufi za Kiswahili huwa kinaitwa konsonanti na hizi konsonanti a, huwa ni 25 tano ukijumlisha na irabu tano zinakupa idadi jumla ya herufi za Kiswahili thelathini. Kwa hivyo alfabeti ya Kiswahili ambayo nimekuambia inaitwa abjadi au ab, ab, ab, abtathi huwa na jumla ya herufi thelathini ambazo ni abach d n ng ikiwa na king'ongo pale juu. Isipokuwa na king'ongo, hiyo si herufi ya Kiswahili. Nyi, o, p, r, s, sh, t, f, i u, v, u, na z. Nimekutamkieni herufi hizo zote 30 za Kiswahili kutoka a mpaka z ambazo ni 30 kwenye kwenye huo mpangilio wa alfabeti ya Kiswahili. Katika lugha ya Kiswahili kumbukwe, kwamba hatuna herufi C. C katika lugha ya Kiingereza, maneno kama kap, kam, kompyuta. Maneno kama kompyuta mara nyingi yanaswahilishwa na kutoholewa katika lugha ya Kiswahili, yanakuwa kompyuta, k. Kwa hivyo yataanza na herufi k, k kompyuta, na wala sio c. Kwa hivyo katika lugha ashirafu ya Kiswahili hatuna herufi C, vilevile vile hatuna herufi Q, hatuna herufi X. Hizo herufi tatu hazipatikani katika ile alfabeti ya herufi za Kiswahili. Mara nyingi C hutamkwa kama ch kwenye lugha ya Kiswahili. Mfano um, tunapotaja neno um, Uh, chupa hatuna, hatuwezi tukaweka c isipoambatana na h, haitakuwa ch, itakuwa herufi tofauti sana ambayo haipatikani katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni muhimu sana mwanafunzi kukumbuka kwamba tunapoandika na kuendeleza maneno ya Kiswahili, hatuna herufi c, hatuna herufi q na vile vile hatuna herufi x. Kwa hivyo utakapokuwa ukiendeleza na kutunga maneno ya Kiswahili utagundua kwamba maneno mengi yanayokopwa kutoka kwa lugha ya Kiingereza yakiwa na c yakiSwahilishwa na kuzama katika lugha ya Kiswahili yanachukua herufi k, k na wala siyo c, -C. Uh, tunapoendelea zaidi nitakupa mifano mingi ya maneno yanayochukua herufi k ambayo katika lugha ya asili ya Kiingereza yatachukua herufi c. Um, kwa hivyo nimekuambia kwamba katika hiyo herufi ya Kiswahili uh, alfabeti ya Kiswahili ambayo ina jumla ya herufi 30 ukidondosha a e i na o na u, ambazo ni irabu, ama ukipenda vokali, wataalamu wengine wa Kiswahili wataziita um, um, nimesema kwamba ni irabu konsonanti au vokali, wengine wataziita voweli, ambazo huwa ni tano a e i o u. Na mwanafunzi siku zote anapozitamka uh, hizi vokali tano tafadhali asije akavuta na kuimbaimba hizo vokali, zitamtatiza jambo hilo, litakuja kumtatiza sana mwanafunzi katika uundaji wa maneno na zile uh, silabi na kuendeleza maneno kwa hivyo hata katika shule za chekechea, na wahimiza walimu wetu pale wanapowakuza watoto wetu katika lugha ya Kiswahili, wahakikishe kwamba katika kutamka zinatamkwa kwa mpigo mmoja, a e i o u, na wala sio a e, kwa sababu katika uundaji wa maneno neno baba alitakuwa baba. Unaona eh? Kwa hivyo zitamkwe kwa pigo moja moja, kila vokali itamkwe kwa pigo moja: a, a e, i, o, u, ili katika uundaji wa maneno mwanafunzi atakumbuka kwamba ni a moja. Anapotumia ba na a kuunda silabi ba, itakuwa ni a moja ambayo ni ba na wala sio ba ha b b, na maneno kama hayo. Uh, kwa hivyo na, na, na, natumai tunaendelea kuselelea katika uh, hili jaazi la Kiswahili katika kunoana, kwa sababu Waswahili wanasema chuma hunoa chuma kingine. Hakuna mweledi sana katika mambo haya, ila tu ni kukumbushana na kutoana matongo kwenye macho, ili watu waweze kuimarika katika lugha hii ashirafu tukufu ya Kiswahili. Kwa hivyo nitakuonesha chati baadaye kwenye kipindi hiki utakapokuwa ukitazama baada ya kupakia uh, uh, uh, uh, klipu hii kwenye mtandao wa YouTube. Nitahakikisha uh, kwamba nimekupa pembeni chati ambayo itakuwa imechorwa hizo herufi zote thelathini za Kiswahili, ili mwanafunzi aweze kujua pia mkao wa kila herufi kwa sababu mara nyingi tuna, tuna, tunapata tatizo kubwa kuwafundisha wanafunzi na kuwaelekeza kwenye masuala ya hati nadhifu. Mwanafunzi ni muhimu sana anapojua hizi herufi thelathini, ajue zinachongwa vipi kila herufi. Kuna zile za kuenda juu na kuna zile za kushuka na kuna zile za kusalia kwenye nafasi ya mstari mmoja. Kwa hivyo ni vizuri mwanafunzi aweze kubainikiwa pia na mambo hayo kuhusu maandishi na hati ambayo inapendeza anapochonga herufi zake. Kwa hivyo labda nitakomea hapo kwa leo aa, na nipate labda kufanya mhutasari wa kipindi, ni kwamba tumejifundisha herufi thelathini na tatu za Kiswahili ambazo pia huitwa sauti, lakini mwanafunzi anapoendelea kukwea ngazi za elimu labda katika shule ya awali ya sekondari JS na shule ya andamizi ya secondary, senior secondary, atakutana na mambo kama sauti na herufi yakiwa na tofauti finyu sana, lakini kwa sasa nataka mwanafunzi wangu wa grade ya kwanza hadi grade ya sita ajue kwamba hizi sauti za Kiswahili pia huitwa herufi ambazo ni jumla 30, na tukazigawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tuna konsonanti 25 na sehemu ya pili tuna irabu au vokali tano ambazo nimekutajia pale awali kwenye kipindi. Tutakutana tena katika mwendelezo wa vipindi hivi vya kujuza wanafunzi wetu kuhusu Kiswahili, ili kwamba waweze kuwa magwiji masogora, wasiokuwa na tatizo katika lugha hii ya Mwafrika ya Kiswahili. Tuendelee kukuza Kiswahili kwa sababu Kiswahili ndiyo lugha inayotuunganisha sisi sote wa Afrika ili kwamba tuweze kusonga pamoja mbele kama bara la Afrika ambalo linajitegemea. Kwa sababu Kiswahili pia ni ni ni, ni, ni, ni, ni kifaa ambacho kinaweza kikatumika katika, katika kuuza na kununua. Kiswahili kinaweza kukufaa sana katika maisha ya halafu ili kwamba uweze uh, kujiendeleza kwenye masuala ya jamii. Uh, mimi ninaitwa mdarisi Ustadh juu atancha. Tukutane katika kipindi kijacho panapo heri majaliwa na majazi yake Mwenyezi Mungu, mpaka wakati huo inshallah.